Kaunti nambari tatu sasa, ambapo hospitali ya rufaa ya Kilifi imefaulu kumsaidia mama mmoja kujifungua mapacha walioungana kutoka kifuani hadi tumboni. Kulingana na madaktari, utaratibu mgumu ulifanywa na timu iliyotolewa ya wataalamu mbalimbali pamoja na wauguzi wa afya ya uzazi. Mama na watoto wote wako salama na watahamishwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa matibabu maalum.

Ndo nikaanza hizo dalili, ndo nikakuja kafanywa scanning, kaambiwa watoto ni mapacha, but wamekuwa wameshikana. Hey, but sishtuki sana kwa hilo ila, nashukuru kwa sababu tokea jana mpaka saa hii naona huduma zenu ziendelea. Nam kutoka kaunti nambari tatu, turejee hapa kaunti namba 47, ambapo mie studioni napata fursa ya kupumua kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi.